Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya kanisa lake ambalo, au dini mbalimbali, ambao wamekuwa wakishirikiana nasi katika muda huu sasa wa takribani siku saba, tumekuwa tukipokea maombi ambayo wameendelea kumwombea mpendwa wetu aliyetekwa Daniel Chonchorio. Amekuwa ni mtu wa watu, hata katika vyombo vya habari, katika mitandao tumeendelea kuona namna ambavyo watu wanamlilia Daniel. Wapo yatima ambao amekuwa akiwasaidia, wapo wazee, wapo wanawake wajane ambao Daniel ameendelea kugusa maisha yao, hivyo Daniel amekuwa msaada katika jamii. Hivyo kama familia tunarudi tena, tulileta jambo hili katika, uh, of, katika serikali Tunaomba mama, Mama Dr. Samia Hassan Suluhu, tunaomba mama yetu, wewe ni mama mzazi, uweze kushikilia hili jambo na kuendelea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 Mungu wetu ni Mungu mwenye haki, Mungu ambaye hatamani kuona watoto wake wakiharibiwa au kuuawa pasipokuwa na sababu. Hivyo hili likawe ni jukumu mmoja wapo sisi kama taifa. Sisi kama taifa tuendelee kukemea masuala haya ya utekaji, masuala haya ya utekaji. Kwa mfano kama ndugu yangu hapa Daniel Chonchorio ameacha mke na watoto anao wadogo wanaomtegemea. alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, alikuwa ni mwanasiasa ambaye serikali ingepiga kelele kwa ajili ya kumtafuta. na hivyo sasa tunaomba, Chonchori sio mtu wa kawaida, ni mfanyabiashara mkubwa. Tumeendelea kusikia mambo mengi katika vyombo vya habari vinavyotufanya tuwe na sintofahamu, lakini tunachowasihi Mama Samia Hassan Suluhu, mama yetu, ninarudi tena kwako. Ndugu yetu Daniel Chonchorio ni muhimu, ni wa muhimu sana katika familia, ni nguzo ya familia. Tunaomba ndugu yetu arudi ili aje kuihudumia familia yake, ana watoto wanaosoma ana biashara yake aliyokuwa anaifanya, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetawala, ni Mungu anayeona, na hata hao watekaji wajue kwamba Mungu anawaona, wajihoji, wajiulize, wamrudishe ndugu yetu aje kuihudumia familia yake. Sisi kama sisi, ndugu, unajua katika familia anaweza akawepo nguzo ya familia. Daniel Chonchorio ni nguzo ya familia, tumekuwa tukimtegemea. Tunaomba mama yetu utusaidie, tumerudi tena kwenu mara nyingine, ili muendelee kuongeza kasi, ndugu yetu apatikane, ndugu yetu apatikane, na Mungu wetu akaendelee kulibariki taifa letu la Tanzania. Watanzania tunapenda amani, Watanzania hatutamani kuona nchi yetu ikiingia katika machafuko. Watu hawa wanaokuja kuteka watu mchana mchana kweupe, ni watu wanaojiamini, inawezekana wanajua kwamba wao wana nafasi fulani. Warudi na wamrudie Mungu. Niwakumbushe kwamba dunia hii tunapita na mambo yake yanapita, lakini wajitahidi kumtafuta Mungu wa mbinguni.